Napenda kutumia fursa hii kuwakaribisha wananchi wote wa mkoa wa Arusha kuja kumpokea, kumlaki na kumsikiliza Daktari Samia Suluhu Hassan pindi atakapofika katika viunga vya mkoa wa, wa Arusha. Ndugu zangu, na pia napenda kujuza umma wa wanaarusha ya kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan tutampokea siku ya tarehe moja kule katika wilaya yetu ya Meru kuanzia majira ya saa tano asubuhi. Tutakuwepo katika viunga vya Usariva kumsubiria, kumlaki, kumpokea na kumsikiliza katika mkutano wa kusalimia, sio mkutano, mkutano wa kusalimia wananchi katika wilaya yetu ya Meru kwa maana ya Arumeru Mashariki pale viunga vya usa Usariva akiwa anatokea katika mkoa wetu wa Kilimanjaro na baada ya hapo, ndugu Daktari Samia Suluhu Hassan, mgombea wa nafasi ya urais wa Chama cha Mapinduzi, atalala siku ya tarehe moja katika jiji letu la Arusha lakini siku ya tarehe mbili ya mwezi wa kumi kuanzia majira ya saa nne mgombea wetu wa nafasi ya urais kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi, ndugu Daktari Samia Suluhu Hassan, ataongea na Wanaarusha wote katika uwanja wetu wa Shehe Amri Abedi kuanzia majira ya saa nne asubuhi. Baada ya mkutano huo kukamilika, majira ya saa tisa, Daktari Samia Suluhu Hasani atalala tena katika wilaya yetu ya Arusha. Ndugu zangu, siku ya tarehe tatu, kuanzia majira ya saa tatu, Daktari Samia Suluhu Hasani atasalimiana na wananchi wa wilaya ya Monduli katika viunga vyetu vya Mto wa Mbu akiwa anaelekea katika wilaya ya Karatu. Na katika majira ya saa tano Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ali mgombea wa nafasi ya urais kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi atazungumza katika mkutano mdogo katika wilaya yetu ya Karatu, nazungumza na umma wa wana Karatu, na baadaye tutamsindikiza akiwa anaelekea wilaya ya Magugu katika mkoa wetu wa Manyara. Ndugu wana habari, ilisema haya niwe niyasemee hapa katika soko hili namba sitini na nane. Lakini pia napenda nitumie fursa hii mimi kama msemaji wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Arusha, nataka nimuhakikishie Daktari Samia Suluhu Hassan na niwahakikishie wanaofuata baada ya kutoka mkoa wa Arusha watajifunza kitu tutakachokifanya hapa Arusha. <coughs> na pia ni- niujuze umma wa Watanzania wote kwamba kwa mba, mapokezi tutakayompa katika mkoa wetu wa Arusha, Arusha tutashindana na Arusha wenyewe, yaani rekodi yetu tutakayoitengeneza tutaivunja sisi wenyewe baada ya mkutano mwingine. Kwa nini nasema haya? Uwanja ule, ndugu zangu wa Tanzania wa mkoa wetu wa Arusha, mimi najua nyinyi wajasiriamali wadogo wadogo wa soko namba sitini na nane mtaujaza, nina mashaka na hilo jambo, na jambo. Tuna mashaka na hilo jambo tarehe mbili tuna